Umoja wa Afrika umekashifu jaribio lolote la mabadiliko ya serikali kinyume na katiba nchini Madagascar ambapo rais wa nchi hiyo Andry Rajoelina anaripotiwa kutimka kufuatia maandamano dhidi ya serikali yake. Maandamano nchini humo yalianza Septemba tarehe 25 na yalichochewa na kukatika mara kwa mara kwa huduma ya maji na umeme. Baada ya muda, malalamiko yalibadilika na kujumuisha kupanda kwa gharama ya maisha, umaskini na madai ya ufisadi wa serikali huku wengine wakimtaka Rais Rajoelina ajiuzulu. Kufuatia maandamano hayo, rais Rajoelina alilazimika kuchukua hatua kadhaa ikiwemo kumfuta kazi waziri wa nishati na kuvunja baraza zima la mawaziri mwishoni mwa mwezi wa Septemba kwa matumaini kuwa itatuliza maandamano. Umoja wa Mataifa umesema kuwa watu wasiopungua ishirini na mbili wameuawa katika mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama nchini humo. Visiwa hivyo vya Madagaskar lina wakazi milioni thelathini, lakini takwimu zinaonyesha kuwa robo tatu wanaishi katika umaskini. Madagaskar limekumbwa na machafuko mengi tangu ilipopata uhuru mwaka elfu moja mia tisa sitini, yakiwemo maandamano makubwa mwaka 2009 ambayo yalimlazimu rais wa wakati huo Marc Ravalomanana kuachia kazi na Rajoelina kuingizwa madarakani. Rajoelina mwenye umri wa miaka hamsini na moja alipoteza usaidizi wa Capsat, kikosi maalum cha kijeshi ambacho kilimsaidia kutoa mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2009. Capsat ilijiunga na waandamanaji mwishoni mwa juma ikisema kuwa haiwezi kuwa sehemu ya mauaji ya raia. Kikosi hicho baadaye kilisema kuwa kinasimamia jeshi na kumteua mkuu mpya wa jeshi. Umoja wa Afrika umevitaka vitengo vyote vya kijeshi la Madagaskar kuzingatia mamlaka yao ya kikatiba na kuacha kuingilia masuala ya kisiasa ya nchi hiyo. Kwa mipango ya kuteua wajumbe au mjumbe maalum atakayefuatilia kurudishwa kwa utulivu. Baraza la Amani na Usalama la AU limetoa wito kwa waandamanaji kutumia njia zilizopo za kisheria kushughulikia malalamiko yoyote halali. Rais wa bunge la Seneti wakati wa maandamano aliondolewa na mwingine wa muda akateuliwa. Kulingana na katiba ya Madagascar, ikiwa ofisi ya rais itakuwa wazi, kiongozi wa seneti anachukua wadhifa huo hadi uchaguzi ufanyike. Kwa sasa haijulikani hatma ya rais Rajoelina na ikiwa atarejea nyumbani, na kwa upande mwingine, hali ya kisiasa ya Madagascar itakuwaje, na ni nani atachukua tena urais wa nchi hiyo?